Uko kusini mwa Tanzania, mkuu wa wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, Christopher Ngubia Gai amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilwa kumsimamisha kazi mara moja mganga mkuu wa wilaya hiyo Dr Vitalis Katalieba ili kupisha uchunguzi kutokana na tuhuma mbalimbali zinazomkabili katika utendaji wake ni ziara ya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Kilwa, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Christopher Ngubeagai amepita katika kituo cha afya cha Tingi, ambako awali alitoa agizo la upatikanaji wa umeme kituoni hapo ili kuboresha utoaji wa huduma, agizo ambalo halijatekelezwa. Akiwa kituoni hapo alishangazwa na hali ya utoaji huduma na kupata taarifa ya uhamishwaji kwa watoa wa huduma watano kwa mkupuo bila kupelekwa mbadala wao, huku mganga mkuu akituhumiwa kutumia madaraka yake vibaya na kusababisha kuchangia kifo cha mgonjwa aliyehitaji rufaa, lakini kutokuwepo kwa huduma ya gari la dharura ilichangia kifo hicho. na kiwaingilia sana madokta, nakwambia unatuingilia, lakini kwa jambo kama hili ambalo limetendeka hapa chini inaamuru, e, huyu mganga mkuu akae pembeni. Awali, mkuu wa wilaya alipotaka taarifa za kifo cha marehemu Matrida Musapila Pinda mwenye umri wa miaka tisa, aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la pili baada ya kukosa huduma ya haraka ya rufaa ya matibabu, afisa muuguzi wa kituo hicho Mwanaisha Amazi alieleza jitihada alizozifanya lakini alikatishwa tamaa baada ya kukosa ushirikiano na mganga mkuu wa wilaya. Lakini kilichotokea baada ya kumpigia simu DMO na kumpelekea zile taarifa kwamba kuna mgonjwa anatoka Miteje. Akaniambia kwamba mgonjwa anatoka Miteje ana umri gani? Nikamwambia kwamba huyo mgonjwa ana umri wa miaka tisa. Akaniambia sio wewe wa kunipigia simu, natakiwa mtu wa Miteje ndio kunipigia simu. Tatizo kama ile ambayo imejitokeza kuamisha wafanyakazi wetu katika sekta ya afya, kwa kweli tuna masikitiko makubwa. Laiti kama walikuwa wameamishwa na kuwekwa wengine, sisi tungefarijika, lakini anatolea pengo na pengo, bado tunakaa wazi. Lakini pia hili tatizo la gari au tatizo la mtoto yule ambaye amefariki, tunajisikia kama kama uchungu zaidi a